na kwa hiyo tupo hapa, tunaomba msaada, watu wameumiwa kama mnavyoona. Hata mimi huwa wamenivunja, huyu mzee amevunja kono, dada hapa hawezi kutembea, amepiga hata mwanamke hawezi kutembea, kisa tu ni kuhudhuria mahakamani, kuhudhuria kwenye kesi ya mwenyekiti wetu, na ha, hakuna fuja yote tumefanya, tumeenda tu, tutunaambia ingia kwenye gari, ingia kwenye gari, tunaomba msaada hapa no. Lakini wale ambao waliteswa kule kwenye pori ya Ununio na eneo walilotesewa, kwa rekodi kuweka rekodi vizuri tu, ni, ni pori ambalo ndo walimtupa marehemu mzee Ali Kibao. Kwa hiyo ni location ile ile ambako eh, mzee Ali Kibao alitupwa na ndo sehemu wamepelekwa kwenda kutosewa hawa kumi na tatu. Kila mtu anakuwa ni kikundi cha watu watatu watatu wanashughulika, wanaweza wakachukuliwa wawili hapa, watatu pale. Katika hao kumi na tatu, tisa ndio wamepatikana, wako hospitali. Lakini nane, nimeenda mi na mheshimiwa Sugu na mheshimiwa Lema mwanajamaa, tumeona viongozi nane, tumesalimiana nao na tumewajulia hali na jeruhi. Lakini mmoja vile vile tunazo taarifa za kufariki kwake na maana amepigwa mpaka ameuawa, na bado hatujajua jina lake ni nani, lakini alikamatiwa Kisutu kwa mujibu wa watu waliokuwa nao hapa. Tutampa nafasi, ataelezea Mheshimiwa Elizabeth Mambosho kwamba hao walipokuwa wamekamatwa, yule alikuwa anakuja e, naye kuungana na wenzake akiamini e, kwa sababu Eliza ndo alikuwa anapigwa sana, kwa yule mwanachama alimwona mwenzake ya, anapigwa, akasogea ili kuja kuwasihi polisi wasimuumize Walipokuja, kuna bwana, dada mmoja alikuwa pale, alitoa amri yule alikuja naye apigwe. Kwa hiyo yeye alipigwa, tulungu la kwanza tu alipigwa kichwani na akapasuka, damu nyingi zinatoka. Kwa hiyo Eliza, akiwa chini anapigwa, anasikia polisi wanasema mwaisheni atatufia. Sasa tumefika pale kwa Mwananyamala tumemkuta amepelekwa emergency. Emergency daktari aliyekuwa anatuambulisha majeruhi wetu, daktari wa, wa emergency, ndio wametuambia katika tisa waliokuja, mmoja ame confirm kwamba amefariki na tulipotoka pale emergency, na mheshimiwa Sugu na mheshimiwa Rema kwenda mortuary, tumekuta gari ya polisi na askari kama watano. Tukaomba kwamba wamalize kumshusha yule maiti tumtambue, na tuwapigie simu viongozi waweze kujua ni nani. Lakini cha ajabu polisi wanavyotuona mheshimiwa Sugu na Rema na mimi na baadhi kama makamanda kama wale watatu pale mortuary, na tayari washaandikisha kwenye daftari kwamba wana, wana mtu wanamkabidhi wao ni wakina nani wametoka naye wapi? Na yule mtu wa mochwari aliambiwa kule majeruhi emergency amejulikana ni mtu wa CHADEMA katika tisa waliofika yule emergency, tulikwambia. Lakini askari walipotoka emergency kwenda mochwari wa wakasema mtu yule amekufa maji. Kwa hiyo na sisi tukasema hata ukoloni wa watu wetu walikuwa wanateswa, walikuwa na maji maji na madimbwi. Kwa hiyo tunatamani hatu tu, alikufa maji tumuone, maana leo Dar es Salaam hakuna mafuriko kusema kuna mtu mzima anaweza kufa maji ndani ya Dar es Salaam. Polisi walivyosikia tumekuwa tunasubiri kumtambua yule maiti. Wakamrudisha, wakafunga gari ya polisi, wakashusha turubai, wakakimbia na ile maiti. Pamoja na kwamba alisha msajili wa mshushi. Lakini kwa kuona tu CHADEMA tumefika hapa, watu tumshuhudie maiti wetu. E, wakafunga gari ile, mlango wa nyuma, wakashusha turubai, wakadadia ile gari la kaka, wakavua gloves, na ni baada ya askari mmoja ambaye tulimtambua ni inspector kuongea na simu kwa hiyo wenzetu tuliporudi hapa makao makuu, wanaotaka kutujulia hali yule ambaye amepigwa. Kwa hiyo so far tuna report ya kifo kimoja cha, cha kamanda wetu mmoja mmoja katika wanaCHADEMA, lakini vile vile tuna nane ambao ni majeruhi wamekimbizwa eh, Mwananyamala na wengine wapewa rufaa kwenda Muhimbili na sasa hivi zoezi linaloendelea ni kutafuta wengine wako wapi. E, maana makamu mwenyekiti yeye walimkamata daraja la Selander, baada ya kumshurutisha kumsukuma na kuanguka, wakamleta kiguvu na magari yao, askari wawili wakaendesha gari ya makamu mwenyekiti na mmoja wa dereva wa wame makamu wameingia mpaka hapa, wamepaki gari alafu wakamchukua dereva wakaondoka naye. Ona dereva mwenyekiti makamu, vile vile tunamtafuta tujui kwapi. Lakini wakati anakuja hapa alisindikizwa na askari wawili waliovaa kiraia, wakapaka gari ya makamu mwenyekiti hapo, wakamchukua dereva wake wakatoka naye getini, ikaja gari nyingine ya polisi, wakamchukua na dereva wakaondoka naye. Hiyo sasa hivi tuna taarifa tu kwa makamu yuko Oysterbay, lakini dereva yake hajulikani alipo, na tuna taarifa ya katibu mkuu na baadhi ya makamu wanaosema wako polisi au tuna taarifa nao. Lakini nimesema tumetoa wito ili kumjua ndugu zetu waliouawa ni nani, jina lake tujue ni nani. Tulitoa wito kwa wanachama wa Tambuano waliofika Kisutu, nani haonekani, lakini inaonekana ambaye haonekani si mmoja tu aliyefariki. Tumesema familia zaidi ya kumi bado hazina mawasiliano na watu wao, walitoka asubuhi na mpaka sasa hivi hawajulikani wako wapi. Lakini angalau mmoja pale Mwananyamala eh, tulidhibitishwa na daktari wa emergency, kwa sababu polisi walipomleta na defender alikuwa tayari ameshafariki, na tulipomfuata mtu tumeona polisi tumeiona defenda lakini polisi walipotuona wakaogopa kushusha ile maiti, wakafunga tumbai, wakakimbia na ile maiti. Kwa hiyo hiyo ni update bora tuwagaie kama chama rasmi, na mimi mwenyekiti wa kanda ya Pwani, kwa sababu jambo hili limetendeka na kutokea kwenye kanda yangu, tujue tunakabiliwa na changamoto gani. Hata sasa hivi tunapoongea hapa, tumezingirwa kila kona, kuna magari ya polisi kuashiria, bado wenzetu wanashari zaidi, si tu kwamba jambo la kule Kisutu lakini hapa makao makuu nje Tuna gari zojaa askari na nane zaidi ya gari tano kila kona kuingia makao makuu. Kwa kuashiria hicho sio sio kisutu tena wala kesi ya risu, lakini wenda wana ajenda yao binafsi ambao sisi hatujajua CHADEMA shida ni nini na imetokea wapi. Kwa hiyo tunapoongea hapa, wana CHADEMA, kwanza tuendelee kuwa imara, lakini vile vile tutakuwa tuna utaratibu wa kila baada ya masaa kadhaa kutoa update ya watu wetu, wote wamepatikana, nani ana hali gani na nini kinaendelea. Je, kuna watu wameongezeka? Vifo vimeongezeka au majeruhi wameongezeka? na Mungu akijani wa wakitoka wote, kama ni kesho kesho kutwa, tutaita waandishi wa habari, watakaa hapa kila mmoja. Wapo waliovunjwa miguu, wapo waliotoguliwa mikono, wapo waliovunjwa vidole, wapo waliopasuliwa ambao wamevunjwa, wapo wapo, uti wa mgongo ndio wengi. Kwa mimi tangu nianze siasa, sijawahi kuona askari wanampiga raia, tena wanampiga sehemu moja tu, uti wa mgongo. Mkurugenzi wa fedha wa Chadema bwana Tito naye ni miongoni mwa majeruhi ambao ni mahututi, anapata rufaa kwenda Muhimbili. Yeye amepigwa sehemu moja, tukimwona ni mzima, lakini wameushambulia mgongo wake, uti wa mgongo tu, kiasi cha kwamba hawezi kukaa wala kusimama. Kwa hiyo walopigwa sehemu ya uti wa mgongo wako wanne katika pale Mwananyamala, ambao tunatafuta rufaa ya kukimbizwa Muhimbili. Ukiwaona wengine ni wazima, lakini wapigaji walikuwa wamelenga mgongo tu, uti wa mgongo. Sasa maana yake mtu anamnea, huwezi kusema alikuwa ana nia njema lakini vile vile kwa mtu kumkamata mtu city center pamoja na vituo vyote vya city center, akatumia magari ya polisi, uniform za polisi, silaha za polisi, akaendesha gari kutoka city center mpaka Ununio, mpaka Magwepande, hatuwezi kusema mtu huyo alikuwa anafanya zoezi la kukabiliana na wahalifu. Mtu huyo yeye ndio mhalifu, kwa sababu tunaamini ukamata mhalifu na kupeleka polisi anafunguliwa mashtaka, anahifadhiwa rumande, anapewa dhamana au anapelekwa mahakamani lakini ukamataji wa kukamata wanachadema kuwapeleka porini, tena maeneo ambayo wanachadema tumekuwa tumeshuhudia viongozi wetu wakubwa kabisa wakiwa wameuawa na kutupwa na kutelekezwa. Leo ndio wanachama wa kawaida wanaenda kutesoa maeneo yao, na baadaye wanatelekezwa wakiwa hawana simu, fedha zao zimechukuliwa na askari, simu zao zimechukuliwa na askari. Askari kuna mmoja anatuambia hadi viatu wamemvua, yaani kipindi wanapiga wamevua ni viatu wameondoka navyo. Kwa wakati wapata msaada Ununio wameondoka pekupeku peku. peku. Unaweza kuona ni kiasi cha uhalifu kiasi gani dhidi ya binadamu. Huu ni uhalifu dhidi ya kibinadamu. Kuna namna ambapo jeshi la polisi limefundishwa kukabiliana na mhalifu, kuna namna mafunzo wanao polisi, namna kukabiliana na watu ambao ni wahalifu, waandamanaji. Lakini mtu ambaye yuko njiani na mshtaki na kosa gani? Yaani katibu mkuu unamkamata faya, ukimpeleka mahakamani kosa lake ni lipi? Kutembea barabarani na gari? Kwa sababu kama una taarifa yoyote ya kiintelijensia, anakuja mahakamani, ni raia mwema tena anakuja kwenye kesi ya kiongozi mwenzini, tulikuwa tunaamini yeye hana kosa lolote. Lakini kumkamata mtu barabarani, unamshusha kama alivyoshushwa mpaka kwenye kiti yote pale Sarenda, kumshurutisha, kumburuza chini, kumtweza utu wake, kumdhalilisha kwa sababu tu ana mwelekeo kwenda mahakamani, ambapo mahakama, sheria inaruhusu kwamba mahakama ni public place, ni maeneo ya umma, ambapo mtu yeyote anakaribishwa kushuhudia, kusikiliza, kumsindikiza ndugu yake kwenda kusikiliza shtaka dhidi ya ndugu yake au kupeleka zamana au kupeleka msaada wa chakula kwa ndugu yake anapoletwa mahakamani, lakini leo imekuwa ni tofauti. Kwa hiyo tumewaita hapa kutoa hiyo update kwenye kanda ya pwani, na katibu wetu wa kanda ya pwani ndio anayehudumia majeruhi wote, na majeruhi wote wanatibiwa na CHADEMA kwa gharama zetu, kwa michango wa wanaCHADEMA. E, wale ambao wanahitaji namna ya kuchangia majeruhi wetu, utaratibu ni ule ule kwa namba yetu ya kuchangia chama, na chama kitawatibu, na wale ambao watakuwa mali zao ni mbaya kama nilivyosema kila baada ya masaka zao tutakuwa tunakuja mbele yenu na, na kutoa taarifa ya nini kinatokea e, eh, na nini kinaendelea dhidi ya majeru wetu. Na wale ambao wamepotea, mpaka jioni ninaamini tutakuwa tuna majina ya watu ambao wamepotea na hawajulikani walipo baada ukabatua, ya kukamatwa maeneo yale ya Kisoto. Tutagundua njiani kote huko walikokuwa wanapitishwa na jeshi la polisi. Wale waliokamata wana kituo cha polisi cha kati cha Central, wana kituo cha polisi Ilala Central pale pale wana kituo cha polisi mkoa wa Kinondoni Oysterbay, wana kituo cha polisi wilaya wira, Ilala Central pale pale, wana kituo cha polisi Kinondoni mpobana, Oysterbay, kuna kituo cha polisi cha wilaya Magomeni, kuna kituo cha polisi cha wilaya ya Mburahati, kuna kituo cha polisi Kijitonyama pale Babatini, lakini kote huko walipitishwa na kituo cha polisi Kawe, hawakupelekwa siku ya mwisho wameenda wameshushwa Ununio, wamepigwa sana. Na katika kundi la watu kumi na tatu waliochukuliwa Kisutu kwenda kupigwa porini, wa kwanza ni makamu mwenyekiti Zanzibar, ambaye amepigwa, sasa hivi ni mahututi hospitali ya Mwananyamala, wanamfanyia rufaa kumkimbiza Muhimbili. Na mwingine wa pili ni mheshimiwa naibu ambaye amejeruhiwa angalau kidogo, sio mtuti laki lakini mtuti lakini, amejeruhiwa eh, kwa kupasuka kiganjani, amepigwa marungu, amevunjwa kiganja na kupasuka, lakini vile vile enka ya chini imepigwa virungu na songo kabisa. Kwa hiyo wanamfanyia vipimo pale vya kuangalia madhara aliyopata. Halikadhalika, vile vile tuna vijana wetu ambao ni wanachama mbalimbali na viongozi wa chama ngazi tofauti zaidi ya saba ambao nao walifikishwa hospitali ya Mwananyamala kwa matibabu ya awali na baadhi tumeambiwa tunatokapewa taarifa wakipata rufaa kwenda Muhimbili. Kwa hiyo so far katika viongozi 13 walipelekwa kule Ununio kwa magari tofauti na polisi. Kushushwa na kwanza kupigwa wamepigwa wakifika Ununio. Njiani ukote kwa mujibu wa maelezo yao hawakuguswa. Lakini walipoenda kushushwa Ununio, wakaambiwa walale chini kwenye madimbwi, wameshambuliwa kwa marungu na mijeledi wahaya wengine kwa kufungwa na kamba, huwezi kujitetea. Na hata walivyomaliza, wakiwa wameumizwa sana, waliambiwa walale kifudifudi. Wakiwa wamelala kifudifudi, baada ya muda wakasikia gari za polisi zinawaka na kuanza kutembea kuondoka. Walipoamka wakajikuta wako polini pale pale ambapo walikuwa wamelala, lakini polisi wakiwa wameondoka na kuwatelekeza bila kuwapeleka sehemu nyingine yoyote. sasa katika wale kumi na tatu taarifa mpaka sasa hivi ambazo tunazo ni za watu tisa. Katika kumi na tatu watu wanne hawajulikani walipo. Kwa hiyo tumewaomba wasamaria wema wa Mwepande na Ununio waendelee kutuangalizia hao wanne wengine walishushwa wapi, kwa mateso au kusurubiwa, ili kama wanapatikana waweze kusaidia, hata kwa mchana huu kwa kutoa brief, kama chama cha demokrasia dunia iweze kujua nini kinachoendelea. Sisi kama chama tumeona ni vizuri tukatoa taarifa ambazo ni rasmi kupitia kwetu. Kiachana hizo, kila mtu anaongeza kwake, na taarifa rasmi ni hii ambayo tunawapa. Mimi kama mwenyekiti wa kanda, natambua leo siku ya tarehe ishirini na nne Alhamisi ya mwezi wa nne, kwenye mahakama ya Kisutu palikuwa na kesi na amkabili mwenyekiti wetu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, ambao pale nakabiliwa na kesi mbili tofauti moja ikiwa ni kuandika taarifa za uongo, lakini vile vile kesi ya pili eh, ambayo ilikuwa inafanyika saa tano ilikuwa ni, ni kesi ya uhaini. Chama kupitia viongozi wake mbalimbali waandamizi na, na makamu mwenyekiti bara, mara kadhaa tulitoa wito kwa wanachama wetu kufika Kisutu kuweza kusikiliza na kufuatilia shauri au mwenendo wa kesi na kukabili mwenyekiti wetu Leo kwa masikitiko, chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, viongozi wetu mbalimbali na wanachama wakiwa hata hawajafika Kisutu, wakiwa njiani, Mheshimiwa John Mnyika na baadhi ya viongozi wa andamizi kiwepo kina Pambaru, wamekamatiwa faya kilomita 4 kilomita 5 kutoka mahakama ya Kisutu. Halikadhalika, Mheshimiwa Heche amekamatiwa njiani, E, kwenye daraja la Sarenda kilomita vile vile tatu au nne kutoka mahakama ya Kisutu, na baadhi ya watu wachache vile vile wamekamatwa kiwa njiani kuelekea Kisutu. Lakini kwa baadhi ya watu wachache waliofika Kisutu wamekumbana na kadhia kamata kamata, vipigo, kutekwa bila kuambiwa wanapelekwa wapi, kuzungushwa kwenye magari ya mapolisi muda mrefu, na kisha baadaye kutelekezwa maeneo mbalimbali. sasa kuna wanachama mpaka muda huu kwa viongozi mbalimbali ambao wa mkoa wetu wa Dar es Salaam waliaga familia zao, wanatoka wanaenda Kisutu, hawajulikani walipo na Kisutu hawajafika wa na, mpaka sasa chama na wanachama tunaendelea kutafuta viongozi ambao wamepotea, ambao walikuwa tangu asubuhi wameaga na kuja Kisutu, zaidi ya viongozi kumi mpaka sasa, kwa baadhi ya familia zinazotupigia lakini vile vile viongozi wa chama makao makuu waliokamatwa ambao wako mikononi mwa jeshi polisi, tunao makamu mwenyekiti bara, Mheshimiwa John Heche. Tunaye mheshimiwa katibu mkuu, Mheshimiwa John John Mnyika, ambao wako mikononi mwa polisi. Halikadhalika tunaye na mkurugenzi mmoja Mheshimiwa John Pambar ambaye yuko mikononi mwa polisi, lakini tunaye mjumbe wa kamati kuu mmoja ambaye naye amekamatwa na anashikiliwa na jeshi la polisi mheshimiwa Lucas Ngoto ambaye ni mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti. Na sisi tumechukua wajibu wengine, tulikuwa Kisutu na baadaye, kwa sababu ya mambo yalikuwa yanatokea, waliweka coordination center ya mawasiliano sambu ya pale jirani Kisutu, kwa ajili ya ufuatiliaji wa watu wetu wote, kinachoendelea na kutoa brief. Eh, baada ya masaa za mbele tena tukapokea taarifa ya viongozi mbalimbali ambao wameokotwa kwenye mapori ya Ununio na Mabwepande. Viongozi hao wa Chadema walikamatwa nje ya geti la Kisutu baada ya kuzuiwa kuingia Kisutu, wakaingizwa kwenye magari ya polisi. Kutoka Kisutu mpaka sehemu wameenda kuachiwa ni kilomita 29 kutoka Kisutu mpaka Ununio ambako wameenda uterekezo ni kilomita 29, na kutoka Kisutu mpaka Mabwepande ambako wengine wameenda kuachiwa kule na kutelekezwa ni kilomita 36.